Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo inahusiana na ambayo imetrend huko mtandaoni. Hii ni video ambayo inamuonyesha mwanadada Kajala Masanja akiwa yuko na mjukuu wake, eh, katika video chache. Hii ni moja kati ya video chache sana ambazo zimeshawahi kusambaa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Kajala akiwa na mjukuu wake, so hii hapa ni moja wapo na ime make headline ime trend. Eh, au vibwana, baada ya kuonekana Kajala akiwa yuko na mjukuu wake huyo, so kitu ambacho kimezungumzwa zaidi ni kwamba japokuwa Kajala ameonekana akiwa na mjukuu wake, lakini sura ya mjukuu haijaonekana yo hapa kuna peji imekuja kuripoti kuhusiana na tukio hilo, wakiwa ameandika kwamba mtoto anakuwa ila huwezi kumwona sura, wakiwa ameandika hapa chini kwamba kuanzia ameandika kwamba kuanzia babu na bibi e, kuanzia babu na bibi yake wote ni maarufu ambao wanafanya mengi katika kiwanda cha burudani nchini, lakini pia hata wazazi wake ni maarufu wenye um, na umaarufu wao. Kwa hiyo basi, mpango wa kutaka kuiona sura ya mtoto wao si jambo eh, si jambo ambalo inabidi lika likuazishe sana eh, hapana. Wao kama wazazi ndio wameamua na ndio wanaoweza kuamua nini eh, wanapenda kione kutoka kwa mtoto wao, amesema moja kati ya watu ambao ni wa karibu wa familia hiyo. Hii ni baada hii inakuja baada ya mashabiki wengi sana kuuliza kwa nini imekuwa ngumu kwa Mario na Paula kuweka wazi kuhusiana na sura ya mtoto wao kupitia mitandao ya kijamii, likiwa ni swali lililokosa majibu. Umeona hata katika video ya bibi wa mtoto huyo ni kwamba hajaonekana sura. Yani, Kajala amerekodi video akiwa yuko na mjukuu wake, lakini sura hajaionyesha kwenye mitandao. Mario mara kadhaa aliwahi kukasirika akisema kuwa muda ukifika, e, watu wataona sura ya mtoto wake. Hii inaitwa hii inaitwa kama huna connection mtoto huwezi kumuona. Ya, so, hicho, hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa huko mitandaoni. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuchangia? Weka maoni yako katika comment section maamuzi ya familia hii ya Mario, Paula na Kajala kuamua kuto kuonyesha sura ya mtoto wa Paula na Kajala mpaka sasa hivi katika mitandao ya kijamii. So weka maoni yako katika comment section na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.